Siku ya saba ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume kwa maana suna ikiwa inaendelea na leo tena hatimaye imekuwa tumeibukia hapa katika zahanati hii ya Mbagala Kuu. Na mwitiko kama kawaida, umeendelea kuwa mkubwa sana na jambo hili tayari limeshazoeleka kwa watu wengi, wakiwa wanalifahamu na kulifuatilia kwa ukaribu mno. Tayari hapa ikiwa bado ni mapema sana lakini watu wengi sana wamejiandikisha. Cha tofauti katika kituo hiki mtazamaji ni kwamba eh, watu wanajiandikisha wengi katika namna ambayo Dkt Mwimbe alitembelea siku tano kabla ya tukio la tohara hapa na kutoa tahadhari kwa eh, watu wa zahanati hii kwamba wastop kusajili kwa sababu mpango awali ilikuwa ni 40, lakini kutokana na idadi kubwa ya watu ambao wamejiandikisha, matarajio ni takribani watu sabini. Itakuwaje? Tutafahamu itapitwa idadi hiyo ama hali itakuwaje? Yote hayo tutakufahamisha. Nyuma ya kamera ni Omi, the way, Omar Salum Nyanga, mimi ni mwana mali mashi. Dr. Mwimbe Juma aghlabu eh, kabla chochote huwa hutoa maelekezo a wazazi ambao wameleta watoto wao nini cha kufanya, baada ya watoto wao kufanikiwa kufanyiwa suna. Tukamsikilize Dokta Mwimbe. kwa sasa tukiona kwa maana baada yakwa, tumemshona tukimtoa kule ndani, patakuwa pamevimba, leo panavimba kwa sababu tutakuwa tumemwekea ganzi, lakini kwa sababu ya ile ganzi pataendelea kuvimba. Na kwa, kwa sababu tutakuwa tumefunga kamba, uvimba utaendelea sawa. Hiyo sikuogopeshe, itakuja kuisha yenyewe okay? Lakini ule uvimbe ukivimba mpaka mwenyewe ukaogopa, mrudishe hospitali. Kama imevimba au ikawa imembana kiasi ambacho huyu mtoto hawezi hata kukojoa, mrudishe wapi. Ikiwa huyu mtoto akawa anatoka damu, yani tumemfunga kipira, lakini bado damu zinaendelea kutoka kiasi ambacho mwenyewe ukaogopa, mrudishe wapi. Ila ukikuta kwamba kuna yani, kwenye pempasi umeona kama vidamu vimesteni, hiyo haina shida. Mbali ya hayo pia lakini bado Dkt Mwimbe aliweza kuwakumbusha kitu muhimu, kitu ambacho kiliwacha midomo wazi na wengine wakicheka juu ya nini ambacho wanastahili kukifanya. msi mkaifaa wataalamu huko tutatafutana. Wewe nimekuambia huu ni ukoo, sawa, unaenda kutengeneza ukoo ue. Sasa watu mkija mkauharibu. Kwani wazazi wenyewe wanasemaje? Tukaongea nao. Baada ya maelezo hayo ya Dkt Mwimbe, wao wanasemaje? nimemfahamu kutokana na maelekezo aliyotupa wa mm. eh, kwamba wakishafanyiwa tohara mm. basi kuna njia watakazotumia ya kuokiwa kipira na kushonwa. Basi akatuelekeza jinsi ya kusafisha wale watakaowekewa nyuzi na wale watakaowekewa kipira na tumemwelewa kiusahihi. Ofa hii tulisikia ni muda ambayo ni Nurdin Kishki alitangaza. Na akasema watu waje kujiandikisha, na kweli tukajitokeza kuja kujiandikisha kwa sababu swala hilo ni hadhimu, ikabidi okay, hey, tuje tujiandikishe, na wakasema watatutangazia siku ya kuja kufanyiwa tohara. Basi mimi nimetoka kazini, nimefika nyumbani nikakuta taarifa za mjumbe, amesema kwamba tuje, watoto wetu waje wafanyiwe tohara, na kweli tumefika eneo hili na mpaka sasa huduma tayari zimekishwa anza Tunaishukuru sana alhikma kwa sababu ni swala muhimu, na tunamwombea kwa Allah waendelee kutufanyia mambo kama haya. Sisi kama binadamu kama Uislamu na dini nyingine, hilo ni swala zuri. Tunashukuru na tunaiombea dua alhikma, endelee kudumu zaidi na kutufanyia zaidi ya haya. Badala ya kumleta clinic tarehe 28 mwezi uliopita, akanambia kwamba tarehe kumi mwezi wa watano kuna ofa ya kupata suna watoto. Mimi nikasema, hii ni jambo la heri kwanza, la kwanza sijawahi kusikia, toka kuzaliwa kwangu ndio kwa mara ya kwanza. Nikasema kitu kama hicho ni kitu jema, na huyo mwenyewe pia, na pia atakayefanya usuna ya Mungu amjalie aendelee kumpa uzima, aendelee kuwasaidia zaidi ya wetu sisi darasani kwetu madrasa ya kina mama. Nililisikia litangazo baadaye nikaona kwenye matangazo yake kwenye simu tunawaombea ah, dua. Tunawashukuru kwa kutuwekea wepesi kwa watoto wetu. Tunawaombea dua watoto wetu wote waingie salama, watoke salama. ah, kwa kweli, ah, hii kwangu ni mara ya kwanza kuisikia, kwa sababu sijawahi kupata taarifa hizi, lakini nilipata hizi fununu na, ah, sikuamini kwamba Kishki anafanya vitu kama hivi vizuri, lakini nimefurahi, nimeenjoy kusikia mambo anayoyafanya katika jamii. Ah, neno langu ah, kwa, kwa Kishki namwambia aendelee kupambana aendelee kutupambania. Familia mtazamaji, tuko na madam Kuru hapa ambaye ni mratibu, atatuambia paka sasa hivi zoezi hili linaendeleaje. Madam, asalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Hali yako safi tu? Mhm. Mm, tuambie vipi zoezi paka sasa likoje? Zoezi mpaka sasa hivi linaendelea vizuri, tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Orodha ya watu ambao wamejisajili mpaka sasa inasomaje? Mpaka sasa hivi tuna watoto 80 ambao wameshajiandikisha huku na pengine walianza lini kuja kujiandikisha? kujiandikisha? Tangu tangu mwezi mwezi wa wa nne kwenye tarehe 20 20 vina. Kuna tangu mwezi wa nne wamefika hapa kujiandikisha? Eh. Tuko na brother ambaye tayari watoto wake eh umeshafanywa suna muda huo. Tuambie watoto wake ni wangapi na jina lake na pahala ambapo ametoka, bro. Asalamu alaykum. Alaykum Wa salaam tullahi wabarakatuh. Naitwa Naitwa nani akhi? Yahya. Yahya Yahya Muhammadi, Muhammadi umetokea wapi? Kichemchem. Umeleta watoto wangapi hapa? Umeleta vijana watatu. Wote ni watoto wako? Wote ni wanangu, mke wangu wa familia yangu, walikwenda kuzuria ya, ya katika mashindano ya Qurani katika uwanja wa Taifa, na ndipo walipopata tangazo hili, na ndipo aliponiletea taarifa hii na kuweza kuifanyia kazi katika jambo hili. Neno lako kwao unawaambiaje kwa, kwa hichi ambacho al-hikma amekifanya? Mwenyezi Mungu awape wepesi na atuongoze na wazidi kuusaidia Uislamu kwa sababu Uislamu una mahitaji mengi Wasichoke, wafanye kila jitihada kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, awajalie mwisho mwema, viongozi wetu na nyinyi watangazaji na wasimamizi, basi Mwenyezi Mungu awaongoze, atoka njia ya heri heri na mwisho, atujalie mwisho mwema sana. Unaitwa nani bro? Unaitwa Juma Said Mtumbuka. Juma Said, umemleta nani hapa? Anaitwa ra, okay. hapa nimemleta mwanangu About... anaitwa Raimu Juma Mtumbuka. Okay, natokea wapi hapa, maeneo haya hapa? Tunatokea Mbagala hapa, rangi tatu. Rangi tatu Okay, Bagala rangi tatu, Bagala kuu, kuna kaumbali fulani hivi. Ulijuaje kama kuna ofa hapa leo hapa? Uh, kuna mke wangu alikuja juzi. Alipokuja juzi, akapata hizi taarifa. Alipopata hizi taarifa, ndo akaniambia, bwana, kuna anatoa suna pale, unaona katika kutoa suna. Kwa hiyo inabidi mtoto wetu tumpeleke pale, na mimi kweli jumamosi ya leo ikabidi niwasili hapa asubuhi. Umefika saa ngapi hapa? Nimefika hapa saa madila ya saa 4. No. Yeah. Um, nani ambao wamefadhili jambo hili? Ah, kwa fadhili jambo hili. uh, jambo hili kuna shekhi wetu. Eh, shekhi Kishki tunamsikia, mm. mm. namsikia sikia hata katika katika kongamano lile pale uwanja wa taifa pale. Kwa tunasikia mpaka mitandaoni wakawa wametoa ie mm. ile taarifa ikabidi tufuatilie, okay. mm. unawaambia jinsi sasa Al Hikma Foundation kwa hichi, yeah. HM, ambacho wamefanya. Mm, Nashukuru, nashukuru na sana kwa hili kwa zoezi Nah, nawashukuru kwamba kwanza, nawaombea Mwenyezi Mungu awajalie kheri kabisa, wazidi kupanua wigo kama hivi, kwa sababu unajua watu wengi sana ni watu wa hali ya chini, unaona. Kwa hiyo kama kuna mtoto, kuna watu ambao bado hawajasikia tangazo hili, basi na, mimi naomba wadi, wazidi kujitokeza eh, kwa wingi zaidi, sababu ili zoezi ni zuri sana na isitoshe watu wengi sana, watu wa hali ya chini kwa hiyo imesaidia vizuri sana. Mimi naomba Mwenyezi Mungu ajalie heri kabisa kwa hili zoezi, lizidi kuwa endelevu. Hii ofa nimesikia kwa watu tu, nimesikia leo asubuhi nikamleta hapa. Ah, mimi naomba waendelee kufanya, kwa sababu watu wenye uhitaji wako wengi sana. Kwa hiyo ni jambo zuri eh, ni jambo lenye faraja, maana ilikuwa utumie pesa yako kuja kufanya hili jambo, lakini tumepata hii ofa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, amzidishie wa. Nimeleta wajukuu zangu watatu. Okay, na washafanyiwa wote? Wote washafanyiwa. Ofa hii nimesikia kwa majirani zangu walivyokuja hapa, wakasema hapo kuna ofa kutoka wapi? Kutoka kwa Kishki, Sheikh Kishki. Kwa hiyo hapo kuna ofa, watoto wanafanyiwa suna wa kiume. Kwa hiyo na mimi wajukuu zangu walikuwa bado hawajafanyiwa, nimewaleta. Nashukuru Mungu wamefanyiwa mashaallah. E, mashaallah naiambia taasisi ya Al-Hikma Foundation, yani, wasichoke. Kuna watu wengine kama sisi uwezo wetu mdogo, wanapofanya mambo kama haya, yani tunashukuru Mungu kwa kweli, ametusaidia vya kutosha na Mungu atawabariki. E, tunaomba waendelee, wasichoke, maana kuna watu wengine hatuna uwezo au wengine hawana uwezo. Kwa hiyo wanavyofanya vitu kama hivi mashallah, Mungu anajalia na tunashukuru kwa kweli, Mungu awalipe kwa hilo. Mtazamaji wa Kishki TV, hatimaye leo rasmi tumemaliza uh, zoezi hili katika kituo hiki cha Mbagala kuu. Shughuli pia haikuwa, eh, haikuwa ndogo. Dr. Mwimbe atazungumza kiundani jambo lilikuwaje. Dr. niambie. Naam, alhamdulillah jambo leo lilikuaje? Hatimaye naona uko hoi hapa. Tunamshukuru Allah, alhamdulillah. Leo tupo katika kituo hiki cha Mbagala kuu ambapo tumemaliza uh, zoezi letu, na tunamshukuru Allah kwamba uh, tumeweza kuwafanyia watoto sitini na mbili leo kwa sio kazi ndogo, sio kazi rahisi, lakini alhamdulillah tumeweza yani, wote waliokuja leo tumewafanyia, na hata kama ngopo ziada tunge tungeendelea kwa sababu waliokuwa wamejiandikisha kwenye daftari ukiangalia walikuwa takribani themanini na lakini wamejitokeza sitini na mbili Kwa hiyo tumeamua tumemaliza wote. Kwa wale ambao hawajaja, sio sisi tuliwakataa, wa wao wenyewe ndio hawajaja. Kwa hiyo wao, hatuwezi kurudi tena kwa sababu ati hawajafika. Kwa hiyo kama wakiona wana uhitaji zaidi watakuja kwenye vitu vinavyofuata. Dr. Mwimbe ameweza kumsikiliza kile ambacho amekizungumza. Tunachoshukuru ni kwamba mwitiko umekuwa ni mkubwa sana, watu wa dini zote wakiendelea kujitokeza hapa. Waislamu na hata wale ambao sio Waislamu wamekuwa wakijumuika na wakiorodheshwa katika orodha hile na kufanyiwa suna. Leo katika kituo hiki pekee, kama ambavyo umemsikiliza Dr. Mwimbe, idadi ya watoto sitini na mbili wameweza kufanyiwa suna hii ya tohara, na hiyo inafanya sasa idadi ya watoto wote tangu tulipoanza katika siku ya kwanza kwa maana vituo vitano vyote Yombo Buza, Charambe, Tandika na hapa Mbagala Kuu, inafikia ni watoto mia nne na tatu wanakuwa tayari washafanyiwa. Kumbuka kabla leo ilikuwa hesabu inasoma ni watoto mia tatu arobaini na moja na, na leo ni watoto sitini na mbili Ukijumlisha unapata watoto mia nne na tatu. Tayari wameshafanyiwa e, suna hii. Kumbuka kwamba ufahili tangazwa kwa watoto elfu moja Hali inavyoonekana huenda idadi hiyo ikazidi kwa sababu idadi ya vituo ambavyo nitajwa ni vituo ishirini na mbili, na leo ndio kwanza kituo cha tano, lakini idadi ya watoto ni mia nne na tatu. Asante kwa Al-Hikma Foundation kwa kufanikisha hili. Asante pia kwa jopo na madaktari kutoka SMV ambao wamekuwa ni watekelezaji kwa vitendo kile ambacho kilehidiwa na Al-Hikma Foundation. Leo ni Mbagala Kuu, lakini kesho bithnillah, tutakuwa pale katika kituo cha Kijichi. Nyuma ya kamera ni Omari Salum ng'anga, mimi ni mwana wa Mali Mashi Kishki TV nuru, nuru, nuru ya dini yako.